Kumekuwa na picha mjongeo pamoja na taarifa mbalimbali zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zenye madai ya kutekwa kwa Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mkosoaji wa serikali ya Tanzania. Na kwenye hili jeshi la polisi limeweza kutoa tamko kupitia barua yake rasmi iliyotolewa na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, lakini kabla hatujajikita kwenye habari hii kwa undani, napenda kuwakumbusha wale wote ambao bado hawajatunga mkono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 wezesha habari Kiganjani kwa manufaa ya wengi, kwani hata kidogo ni kikubwa. Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mkosoaji wa serikali ya Tanzania Humphrey Polepole inadaiwa kuwa amevamiwa na kuchukuliwa na watu wasiojulikana, na familia yake imethibitisha walipozungumza na chombo kikubwa cha habari cha BBC. Ndugu wa Polepole walisema kuwa tukio hilo la kuvamiwa na kutekwa kwa ndugu yao limetokea usiku wa kuamkia Jumatatu ya tarehe 6 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025 nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Picha na video zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania zikionyesha milango ikiwa imevunjwa na michirizi ya damu katika sakafu katika nyumba inayoripotiwa kuwa alikuwa akiishi polepole. Familia kupitia Godfrey polepole pole ambaye ni mdogo wake na Humphrey polepole pole, ameiambia BBC kwamba taarifa hizo ni za kweli na tayari wameripoti katika kituo cha polisi Mbweni. Na nukuu, alichokizungumza: taarifa hizi ni za kweli, tumefika nyumbani alikokuwa anakaa, tumekuta mlango umevunjwa, nyaya za umeme zimekatwa, damu nyingi sana zimemwagika, tumekuja kutoa taarifa kituo cha polisi Mbweni, alisema Godfrey. Lakini pia BBC ilizungumza na kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Jumanne Muliro, na alisema jeshi linafuatilia taarifa hizo, na nukuu, alichokizungumza: mara kadhaa amekuwa akisema yuko wapi kama umekuwa ukimfuatilia, amekuwa akisema yupo nje ya nchi. Sasa anawezaje kufanywa hicho unachokisema nyumbani kwake? Kuna vitu vingine lazima tufikiri wote kwa pamoja, wewe na mimi, tuulizane kwa kifupi sana. Taarifa hiyo kama unavyoifuatilia wewe na mimi naifuatilia kutaka kujua ni nini kinaendelea. Alizungumza hivyo kamanda wa polisi kanda maalum ya Salaam Jumanne Muliro. Polisi pia kupitia msemaji wake ilisema kuwa imeona taarifa hizo mitandaoni na inaendelea kuzifuatilia na kusema kuwa wao bado wanamsubiri Polepole kuitikia wito wa kwenda kutoa maelezo juu ya tuhuma mbalimbali mbali ambazo amekuwa akizitoa kupitia mitandao ya kijamii toka alipojiuzulu. Jeshi la Polisi limeona taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa, tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake, imeeleza sehemu ya taarifa hiyo ya polisi. Humphrey Polepole alijiuzulu nafasi ya ubalozi na, na kuvuliwa rasmi hadhi ya ubalozi kufuatia kutenguliwa kwa uteuzi wake na Rais Samia Suluhu Hassan. Uamuzi wake ulifuatia kile alichokieleza kutoridhishwa na mwenendo wa mambo mbalimbali nchini Tanzania, akidai hawezi kuwa sehemu ya serikali isiyojali misingi ya haki, sheria na katiba ya nchi na barua ya jeshi la polisi ilikuwa na taarifa kwa umma yenye kusomeka kwamba jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi, aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuhuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma Tanzania. Ilieleza hivyo taarifa ya jeshi la polisi iliyotolewa kupitia barua kutoka kwa msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma Tanzania juu ya kile kilichoonekana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa taarifa za kutekwa kwa Humphrey Polepole pole, na uthibitisho wa taarifa hizo kutoka kwa ndugu wa karibu wa Humphrey Polepole pole, huku jeshi la polisi likieleza kuwa limeanza kufanyia kazi taarifa husika ili kubaini ukweli wa kile kinachoendelea kuzungumzwa na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii juu ya taarifa hizi. Hebu tujikumbushe kuhusu matukio makubwa yaliyowahi kufanywa na Humphrey Polepole mpaka kufikia taarifa hii ya kusemekana kwamba Humphrey Polepole ametekwa akiwa nyumbani kwake jijini Dar es Salaam. Mnamo tarehe 13 Julai ya mwaka 2025, Polepole aliandika barua kwa Rais Samia Suluhu Hassan akisema kwamba amepoteza amani ya moyo na imani kwa uongozi wa sasa. Alisema kuwa uongozi wa nchi haujali haki, uwajibikaji na kwamba misingi ya chama na katiba imekiukwa. Alikosoa CCM kwa kubadilisha kauli za chama kwanza mtu baadaye kuwa chombo cha kuifunga sauti ya kukuza mageuzi ndani ya chama. Alihoji maslahi yanayodhibitiwa, je, ni maslahi ya mtu binafsi, kundi au taasisi ya chama? Polepole pole pia alitoa madai ya vitisho na usalama wa familia. Alidai dada yake alichukuliwa nyumbani na watu wasiojulikana, baadaye dada huyo alipatikana salama, lakini alisema tukio hilo limemhatarisha kisaikolojia. Alisema yuko tayari kufichua asilimia 25 ya mambo mazito kuhusu uongozi na hali ya nchi. Na jambo lingine ni kauli kuhusu kikosi cha utekaji. Alidai kuna kikundi cha siri cha watu wanaoteka, akisema na kifahamu na atakitaja hadharani. Kauli hizi zilileta mshtuko mkubwa mitandaoni na mijadala ya kitaifa. Pia aliwahi kuzungumzia haki za binadamu na uhuru. Hapa alisema haki za raia si zawadi ya serikali, ni haki za kuzaliwa. Mwelekeo wa sasa hauendani na kulinda haki, amani na heshima ya watu. Maana yake alionya dhidi ya vitisho vya uvunjifu wa haki za wananchi. Jambo lingine ni uchumi na maendeleo. Hapa alizungumza kwamba utekelezaji na wajibu wa serikali kwa ustawi wa wananchi ni dhaifu, miradi mikubwa haitekelezwi kwa uwazi na ufanisi. Akiwa na maana, alisisitiza uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali. Jambo lingine ni katiba na sheria. Hapa alizungumza kwa kusema katiba mpya lazima iwe chombo cha wananchi kuwadhibiti viongozi, wabunge wenye ujuzi mdogo hawawezi kuendesha maendeleo ya taifa. Maana yake alikazia usawa, uwajibikaji na ushiriki wa wananchi. Polepole Pole amekuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali akiwasema baadhi ya viongozi wa serikali na baadhi ya watu aliodai kuwa walikuwa akishirikiana kufanya baadhi ya mambo ambayo si mazuri ndani ya uongozi, na hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya taarifa ya awali ya jeshi la polisi ya kumtaka Polepole Pole kufika na kuripoti kwa jeshi la polisi kwa ajili ya kutoa ushirikiano na maelezo zaidi juu ya tuhuma mbalimbali alizokuwa akizielekeza kwa baadhi ya viongozi na watu wengineo aliowahi kuwataja kupitia kwenye hotuba za zake mbalimbali alizokuwa akizitoa kupitia kwenye kurasa za mitandao ya kijamii. Na mpaka hivi sasa jeshi la polisi bado linasema linaendelea kumsubiri polepole pole aweze kuripoti, huku likiendelea kufuatilia kwa undani na ukaribu zaidi tukio lililodaiwa kutokea hivi karibuni la kutekwa kwa Humphrey Polepole. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hili lakini pia endelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.